Mkuu wa wilaya Chake Chake, Mgeni Khatibu Yahya, amesifu juhudi zinazochukuliwa na jumuiya ya An Noor Community Lesa ya nchini Ungereza katika kusaidia wananchi wasiojiweza kisiwani Pemba katika kipindi hichi cha kuelekea sikukuu ya Idilfitri. Mkuu wa wilaya ametoa kauli hiyo wakati akizungumza mara baada ukabidhi zakatulfitri kwa familia zenye hali duni wilayani humo katika shehia Chinjani na Mfikiwa, iliyotolewa na jumuiya hiyo, ambapo amesema jumuiya hiyo imekuwa ikisaidia kila mwaka katika kipindi hichi cha kuelekea sikukuu ili kuleta furaha kwa familia hizo. Kwa upekee kabisa, niendelee kushukuru jumuiya ya An Noor Community Leicester kwa kuendelea kutupatia zakatul fitri kila inapofika karibia ya sikukuu. Kipindi kama hichi, wamekuwa wakitunga mkono kuhakikisha kwamba wananchi wale ambao wana mahitaji basi wanaweza kufaidika. Kwa hiyo tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu awajalie barka, awape uwezo zaidi, aondolee hasad, aondolee marazi, wazidi kukusanya zaidi na zaidi, ili tuweze kuwafikia walio wengi sana. Wakitoa shukurani baada ya kupokea sadaka hiyo, wameshukuru jumuiya ya An Noor kwa msaada wao huo na kuomba kuendelea kusaidiwa ya dua jumuia ya Nuru kwa kutupatia Zakatul Fitri. Mwenyezi Mungu awezeshe watu pesa, si <tutu> na, na zaidi. Nashukuru rais kutupa msaada kama huu, si haba. Tunashukuru kwa sana kwa wote makani namakani tikujali kupatilina zaidi ya huu. Na atujalie kheri na atutilie baraka mm. Na atupe ramadhani njema <tutu> ya dunia na akhera tunakukwenda kwa... kwa msaada uliotoka Mema, insha Allah. Jumla ya kaya 380 zimepatiwa Zakatul Fitr katika wilaya Chake Chake kutoka kwa jumuiya ya An Noor Community Leicester ya nchini Uingereza.